Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kuna hii comment ambayo Zuchu alikuwa ameiweka kupitia eh, alienda kujibu shabiki ambaye shabiki huyu aliandika kwamba kuna namna Wasafi wanatengeneza jambo kumvunjia heshima Zuchu, labda tu baadaye iaminike kwamba kwa bosi wenu hakuwahi kuwa na mahusiano na Zuchu. Zuchu akaja akajibu kwamba nishajizoelea hadi ya mie adui yao hao, media sio media, sio familia na sio bosi wao. Kwa ujumla walichobakiza ni mapato tu kwangu. Alhamdulillah God will make a way out for me. Umeona, bwana. Kwa hii ni comment ambayo Zuchu alienda kujibu ambapo ikaonekana kwamba eh, huyu binti bwana anataka kujitoa katika record label hiyo kwamba ameshachoka kwa ni kwamba kwa eh, kwa amesha kwa media familia na bosi wao mwenyewe p yeye heshima nimeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa Mange Kimambi bwana hii comment ameiona na na akaipiga screenshot na akaja kuposti katika ukurasa wake wa Instagram, kisha akaandika hapa chini katika caption kwamba hivi, kwa nini Zuchu alifucha, alifuta hii comment haraka sana kwenye ile post ya Wasafi wanazoom wanamzoom Diana eh, kwenye harusi ya Juksi? Yani alikuwa hajiamini na comment yake yani shoga yangu yani, akipigwagwa aki, aki, aki, aki, aki tukio tu E, tishio lake la kwanza kabisa huwa ni hilo la kutaka kutoka WCB. Anajua kabisa hapo Diamond akili huwaga zinamkaa sawa, ila, kun, ila kuna watu hawajuagi tu e, kuteka accountability, aisee. Wewe ume, wewe umeamua mwenyewe kuchanganya kazi na mapenzi na sio hivyo tu, tena umefanya kazi ya ziada haswa kumuib, kumuiba huyo bosi wako kutoka kwa besti yako ambaye mlikuwa mnaishi nyumba moja, besti friend akakaa pembeni akakuachia bwana uhangaike naye. Leo hii unajifanya wewe tena ndio victim, alafu hao Wasafi kama kampuni hawajawaigi kumchukia mwanamke wadai eh, kama ilivyokuwa kwako, so inabidi na wewe pia vile vile ujitafakari kuwa tatizo liko wapi.